Madini yote msichukue bidhaa za raia, msichukue bidhaa za raia. Hizo bidhaa ndiyo ofisi ya raia wetu, usichukue bidhaa, hata kama ana jambo ambalo linahitaji kuelekezwa kuhusu masuala ya utaratibu Shughulikie jambo linalohusu utaratibu, bidhaa yake aachiwe. Bidhaa halali alionayo mtu aachiwe, bidhaa hiyo ni mtaji, tusiwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubaliki, na mkuu wa wilaya kama raia amekosea kuwa mahali bado, haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile bidhaa zile za kwako. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Tusicheze na mitaji hii, mitaji ni ofisi ya yeah, kutuliana kuna aaaepngaameka a watu ofisi lazima ziheshimiwe. Tumesema hatuta piga vita umaskini kama hatuta heshimu sekta binafsi, kama hatuta heshimu mitaji ya watu. Ndio hawa waliokimbia na, na, na, na, na mzigo wao. Vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane huo mzigo wameupeleka watu nao, kama wametokomea nao, wachukuliwa tu kama wezi wengine kuwa ofisi ya jiji haikupi uhalali wewe kupoka mtaji wa mtu, kupoka mali ya mtu. Hiyo mali ni ofisi yake, ndio mtaji wake, na tunataka vijana hao waendelee, wapige hatua. Tunataka hao vijana wawe mabilionea. Kwa hiyo nitumie swali hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia.